Unaona, kwa mimi nita kusema ukweli kwamba kuna mambo ambayo lazima tuyafanyie kazi kama taifa ili tuwe na uwajibikaji, na kukosa chombo cha uwajibikaji cha Tanganyika ndio maana vilio vya Watanganyika havisikiki. kuna amani na haki katika nchi, ah, hili ni kujibu hilo swali. Kamuulize mke wa Mdude, kamuulize Tundu Lissu, kamuulize mzazi au bibi wa Soka Kamulize wazazi wa Ben Sanane nane, kawaulize ndugu wa Simon Kanguye na wengine kama hao. Mimi ukiniuliza, niuliza msiba mtu aliyoko harusini, ili ujue kuna amani na haki. Nimekutajia hao watu wachache, kawauliza, nadhani watakujibu hilo swali, kwa zaidi ambao wanatetea uhai wa binadamu na haya yanayotokea, waache ama waendelee mi uh, mimi niwaambie tu viongozi wa dini wanaotetea haki za binadamu wajifunze kwa Yesu. Yesu alitutetea mpaka kufa. Yesu hakuwa na dhambi. Yesu hakuiba. Yesu alitetea, na watu wanafikiri Yesu alikuja tu kuambia watu waende mbinguni. Kwani alivyomwokoa yule kahaba aliyetaka kupigwa mawe, ilikuwa ile, ilikuwa ni right judicial. yaani yule kahaba Yesu alivyomtetea ndio kama ile iliyotokea kwa Gwajima. Ndio maana Yesu aliuliza, asiyetenda dhambi wa kwanza kupiga jiwe. Alipiga jiwe alipiga? Hamna. Yesu, Yesu alikuwa mtu wa watu, alifika sehemu akawauliza wanafunzi wake, mna nini ha, mikate miwili samaki wawili na mikate mitano watu wana njaa wale. Kwa hiyo Yesu alikuwa anashughulika na, na miili na maisha yetu zeebu lolote ambalo alishughuliki na miili na maisha ya watu. Kusaniko la matapeli na alimjui Yesu. Kwa hiyo, eh, mimi, kwa hiyo mimi ninachoamini kwamba viongozi wa dini kwa Wakristo lazima wapende watu, lakini naamini vile vile hata kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sijasoma sana Qurani lakini nimesoma shule za Kiislamu, naelewa misingi yao katika kuhubiri haki, kwa hiyo hakuna kiongozi wa dini au wa kiroho anayetakiwa kuionea haya haki. Kwa Kristo, Paulo alisema siionei haya Injili, kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo Injili ni package, full package, yaani imekamilika. Injili unapata ule ukombozi, ni wa kifikra, wa kimaendeleo, wa kiuchumi, it's a full package. Kwa hiyo kikubwa kwa viongozi wa dini wasionee haya kuhubiri kweli ya Mungu kwa sababu ndio wajibu wao wa msingi wa, wa kuwepo. Mungu hujiziririsha katika haki na si vinginevyo. Mungu wetu ni mwenye haki. Mungu wetu ni mwenye haki. Amina, yes.